Habari, leo tupike mkate kwa kutumia mvuke. Kwenye unga nusu kilo nitaweka vijiko viwili vya chai hamira, vijiko vinne vya chakula sukari, nusu kijiko cha chai chumvi. Nitachanganya vizuri, nitaongeza na siagi kijiko kimoja cha chakula, nitaichanganya mpaka ishike kwenye unga. Nitaanza kukanda unga na nimetumia kikombe kimoja na nusu cha maji polepole kidogo, kidogo, kidogo, maana unga unatofautiana kwenye kunyonya maji Nitakanda vizuri mpaka unga utakapolainika kama hivyo, nitaongeza kijiko cha chai mafuta, nitakanda na kisha nitaweka kwa nusu saa ili uumuke. Na baada ya nusu saa unga uliumuka vizuri, nitautolea hewa kwa kuukanda. Kwenye kuoka mkate huu mimi nitatumia hichi kibakuli cha chuma na vikombe vya kawaida kabisa hivi vya nyumbani, lakini visivyo vya plastiki. Nitapaka siagi kwenye vikombe, hii husaidia baada ya mkate kuiva kwa wepesi na mkate huu unaweza ukapika kwa kutumia jiko hata la kuni, mkaa, gesi, majiko yote unaweza kupikia. Hapa ni uga unga mara mbili, na nitaanza kukata madonge na utatengeneza donge kulingana na kifaa unachookea. Mfano hapa nilitengeneza kwa ajili ya kikombe, unatakiwa donge lako lisijae mpaka ajuani, liwe hivyo nusu ya kikombe. Kwa hiyo hapa nilitengeneza na nusu ingine ambayo nilikuja kuweka kwenye hichi kibakuli hapa. Na unaweza kuacha kama kwa dakika tano hivi na baada hapo utachukua sufuria ambalo litaweka vi yani vyombo vyote hivyo ulivyowekea madonge kama hivyo, na utaweka maji, maji yawe chini kabisa yasiwe katikati, maana kwenye kuchemka yanaweza karukaruka na kuharibu mkate wako. Kwa hiyo nitafunikia kwa dakika 45 mpaka lisali moja ili mkate uive. Na hapa baada ya dakika arobaini na tano utachukua kijiti na utachoma kwenye mkate. Kikitoka kikavu kama hivyo, basi mkate wako upo tayari. Na kwenye kutoa, unaweza ukachomeka kisu au kijiko pembeni hivyo, na ukatoka kwa wepesi. Na mkate huu huwa ni mlaini sana na ni haraka kuupika, na kama unavyoona ndani umeiva vizuri.